Andika udogo na ukubwa wa ngoma. Nyosha mkono uniambie jibu. Aha. Ukubwa. Haya, andika udogo ni kingoma na kisha kubwa ni ngoma na Swali, so, la pili, umeambiwa tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi mawili ya ka na ndivyo. Ka huonyesha wakati ujao, pia hali ya kushurutisha. Wakati ujao, hali ya kushurutisha. Na pia ka huonyesha mfululizo wa vitendo. ndivyo huwa na maana gani jinsi au kukubali jinsi kukubali pia ni kuonyesha ngeli ya kivi ndivyo unaweza kutunga sentensi hivi ndivyo mambo yalivyokwenda Alikwenda kanisani akaomba akala na kwenda nyumbani. Wakati unazungumzia kaa ya kushurutisha, ni pale unasema aka kushurutisha, lazima uweke ile alama hisi kama unatunga sentensi swali. La cha ninyi, ndio mnapaswa kunipa majibu Ziyari. Unasema wewe unagojea, kwani wewe mnafanya marudio vipi? Ndio nashangaa. Mtihani pale. Lazima wewe umefanya marudio kutoka kidato cha kwanza hadi sasa. Ni karatasi ya pili. Kiswahili lazima ufanye marudio. Iwapo utafanya marudio utapasi. Mimi sikudanganyi. Na marudio ya Kiswahili kuchukua karatasi unaanza ku, ku, ku, kujadiliana karatasi au wewe mwenyewe unafanya, unajaribu alafu unajisaishia unaandika majibu ambayo ni sahihi. Lakini wewe ufanye ujaribu Kiswahili marudio. Hata so, ukisikia mtihani bado hujafanya. Sasa mimi nitakusaidia vipi na utaki kusoma? Mtoto wa wenyewe utaniambia nini? Mimi nilikwambiwa ni wa wenyewe, usishinde ukichoka, ukisema hakuna aku, mzazi wako hapa. Usichoke, tunajua. Sasa utaki kusoma, sasa utasaidiwa aje? Ulikuja shule kusaidiwa kusoma, kupasi mtiani. Unapaswa kufanya marudio. Utasaidiwa vipi? Wewe sema, utasaidiwa vipi? Unadhamini kula vitu vya pale dukani, na jambo jingine unathamini kufanya ni kufanya nini? Kusimama pale kutangamana na wenzako, kusimama hapa nje kutangamana na wenzako, mambo mawili, ama mnatangamana hapa darasani, mambo ni mawili, si nikiwa zamu, kijana alikuwa hapo kidato cha pili. Kwa hivyo mambo ndio hayo yale mnathamini hapa na hapo, ulikuja kusoma. Sasa kwa nini usifanye, usidurusu Kiswahili kwa nini? Wewe jiulize, hakuna mtu atakulazimisha Sitakupiga, hakuna mtu atakupiga. Nani? Hakuna. Nani anakupiga? Hakuna. Wewe mwenyewe. Sasa mpaka uwe na ile, Waingereza wanaita intrinsic motivation. Hiyo wapo, hauna sasa. Nakuombea Mwenyezi Mungu, mtihani nakwambia ni mgumu ule, uko pale saisha. Sentensi hizi nilimpea mikebe hizi jana, nyosha mkono, sio sahisha, na? Vizuri sana, nilimpa mikebe hii jana. Vizuri sana. Hizi ni vikombe za kukunywa chai. Naam, vizuri sana. Hivi ni vikombe vya kunywa chai. Hivi ni vikombe vya kunywa chai. jingine lenye maana sawa na lile lililopigiwa mstari. Lau nitapita mtihani, nitanunuliwa zawadi. Neno lenye maana sana na lau. Lau nitapita mtihani, nitanunuliwa zawadi. Nyosha mkono. Na iwapo au kama. unaweza kunywa soda alimuradi usizidishe, sitakuadhibu. Unaweza kunywa soda alimuradi usizidishe, sitakuharibu. Neno lenye maana sawa na alimuradi, upande huu alimuradi ni bora, bora usizidishe. Unaweza kunywa soda bora usizidishe, au unaweza kunywa soda lakini usizidishe, sitakuadhibu. Kisha unaambiwa tunga sentensi mbili kutofautisha samani. Tunga sentensi mbili tofauti ukitumia vitenzi vifuatavyo vya silabi moja, ukipewa vile vya sentensi moja, ukipewa samani, ukipewa uh, vitenzi vya silabi moja. una- unapachika ku, unapachika ku pale, ndio jua. Ya kwanza ni kuhusu kula. Ya pili ni kuhusu nini? Kumpa. Kwa hivyo tunga sentensi kuhusu kula. Nyosha mkono. Kuhusu kula. Kula maembe yaliyobaki mezani. Kula maembe yaliyobaki mezani. Kumpa mtoto chakula kingi kuna uthi. Kumpa mtoto chakula kingi kuna uthi. Swali so, la faa, tunga sentensi mbili kuonyesha matumizi ya ni. Ni hutumiwa kuonyesha mahali, kwa mfano, shuleni, nyumbani, kuonyesha mahali. Na unaambiwa utunge sentensi kwa kutumia ile ni Baba amewasili nyumbani. Hapo unaonyesha mahali ile ni. Pia utumiwa kuonyesha kutambulisha. Nini ni kutambulisha, weka pale mshazari, kitenzi kishirikishi kipungufu ni. Kwa mfano uh, John ni mwanafunzi pale inatambulisha na pia ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Huwa kinaletwa sana kwenye mtihani. Pia ni utumia wa kuonyesha wingi, simameni ama njooni. Simameni tumkaribishe mgeni. Simameni tumkaribishe mgeni. Unda vitenzi kutokana na nomino hizi. Unaunda vitenzi kutokana na nomino. Nomino ya kwanza ni mtukufu, ya pili ni mchumba, kwa hivyo nomino mtukufu ikiwa kitenzi inakuwa tukuza au tukuka mchumba ni chumbia chumbia ni kitenzi swali la ha unganisha sentensi hizi kwa kutumia virejeshi vya kati mwafaka. Unganisha sentensi hizi kwa kutumia virejeshi vya kati mwafaka. Unganisha sentensi hizi kwa kutumia virejeshi vya kati mwafaka. Sentensi ya kwanza, mpira umepotea, mpira ni wangu. Hizo ndizo sentensi za kwanza, unapaswa kuziunganisha kwa kutumia virejeshi vya kati. Mpira umepotea, mpira ni wangu. Sentensi ya pili, wavu umekatika, wavu ni wetu. Wavu umekatika, wavu ni wetu. Kwa hivyo sentensi ya kwanza ni mpira uliopotea ni wangu. umetumia orejeshi ya pale ya kati. Uliopotea ni wangu. Wavu uliokatika ni wetu. swali so la jaa, kanusha sentensi hii, kanusha sentensi hii Kunyamaza kwake kulitunufaisha. Kunyamaza kwake kulitunufaisha. Kunyamaza kwake kulitunufaisha, kwa kulitu nyosha mkono. kanusha Unaanza sehemu ya pili. Umepata ya kwanza? Ni kutonyamaza kwake akukutunufaisha, kutonyamaza kwake hakukutunufaisha. Andika kinyume cha andika kinyume cha siku ya kuzaliwa huwa na furaha kuu. siku ya kuzaliwa huwa na furaha kuu. Siku ya kuzaliwa huwa na furaha kuu. Kwa hivyo andika kinyume wausi vizuri. Siku ya kufa huwa na ya huzuni kuu, huwa ya huzuni kuu sina kwa, nimekosea. Siku ya kufa huwa ya huzuni kuu.